Ambapo tunaelezwa kuwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam wanatarajia kunufaika na miradi mbalimbali mbali ya maendeleo kupitia ufadhili wa jiji la Hamburg nchini Ujerumani ukiwemo mradi wa uzoaji, uzoaji na uchakataji wa taka zilizozalishwa kutoka katika masoko mbalimbali mbali ya jiji hilo. Mkurugenzi wa uhusiano na maendeleo wa jiji hilo Wolfgang Great ameiambia TBC kuwa mradi huo wa miaka mitatu ambao pia umelenga kukabiliana na uchafuzi wa mazingira utagharimu zaidi ya euro milioni moja na nusu. Mwandishi wa TBC Ben Mwaipaja ana ripoti zaidi kutoka Hamburg nchini Ujerumani. Miaka mitano iliyopita jiji la bandari la Hamburg limeanzisha uhusiano na jiji la Dar es Salaam, ikiwa ni matakwa ya kisiasa ya bunge la Hamburg kulitaka jiji hilo lianzisha uhusiano na moja ya majiji ya nchi za Kiafrika. Kuanzishwa kwa ushirikiano wa majiji hayo mawili kumelifanya jiji la Hamburg kuwa na uhusiano na majiji tisa duniani kote na tayari mtaa mmoja ulio katikati ya jiji la Hamburg umepewa jina la Dar es Salaam, wakati jiji la Dar es Salaam kwa upande wake limebadilisha jina mtaa wa zamani wa Garden kuwa mtaa wa Hamburg. Mkurugenzi wa uhusiano wa maendeleo wa jiji la Hamburg Wolfgang Gret amesema kuwa jiji la Dar es Salaam inatarajia pia kunufaika na miradi kadhaa katika sekta ya maji safi na maji taka, elimu, afya, huduma za zimamoto na utamaduni. And the, uh, project...

we give to Dar es Salaam, for example, the fire worker. There we have a, really good connection with. Uh, we have some water projects which are running very well, and I think there we can do a lot for the, the Dar es Salaam people. Mmoja wa Tanzania aishiye jijini Hamburg Jeni Makarani. Amelishauri jiji la Dar es Salaam kupanua wigo wa uhusiano huo ili uweze kujulikana zaidi na watanzania waishio nchini Ujerumani na pia kutumia vizuri misaada inayotokana na uhusiano huo. Tukiona vitu walivyovituma, vitu sio vingi, lakini vichache kuwasaidia wakaaji wa pale Dar es Salaam. Eh, gari la kuzima moto nimeliona, nimefurahi sana. Kuna vitu vidogo vidogo vinaendelea chini yake, lakini usaidizi upo. Nikiripoti kutoka hapa Hamburg, Ujerumani, mimi ni Ben Mwaipaja wa TBC.